Kwa sababu tayari kuna sheria ambazo zinaelekeza zina, zina nini cha kufanya. Zipo adhabu pia ambazo ambazo zimewekwa kisheria kwa, kwa, kwa, kwa sababu wakati mwingine watu wengine hawataki ku, kufuata sheria kukubaliana na, na sheria. Sasa uh, zipo adhabu ambazo, ambazo zimewekwa kisheria. E, zipo adhabu za za, za, za kulipa e, penalty ile, tuna una, una, unafanya kosa fulani, utaambiwa bwana, kwa sababu hii adhabu yako ni hii. Mm -hmm. Lakini ipo adhabu nyingine ambayo e, yenyewe ni kubwa kidogo, kwa sababu inategemea tu na mazingira ya jambo lenyewe, lakini tuelewe kwamba moja ya adhabu ambazo zipo kisheria kwa mtu ambaye anakiuka utaratibu wa biashara ya madini, especially tukigundua kwamba wewe ni mtoroshaji wa madini, manake adhab, eh, adhabu yako tunaweza tukakutafsiri kwamba wewe ni mhujumu uchumi, si ndio? Yes. Yani ukikuta unatorosha madini adhabu yake wewe unaanza kutafsiriwa kwamba ni mhujumu uchumi. Sasa tunafahamu eh, sheria ya uhujumu uchumi huwa ina inatutakaji ina, ina kwa inategemea tu na mazingira ya ya kosa lenyewe. Sasa utoroshaji unaanzaje? <coughs> Utoroshaji unaanza pale ambapo wewe una madini na hujadeclare kwenye ofisi husika kwamba una madini kiasi fulani. Eh, kwa hiyo tukipata taarifa kwamba wewe una madini sehemu fulani umeyaficha na hujadeclare ofisini, maanake si tunakutafsiri kwamba ulikuwa unataka kuyatorosha si ndio? Yes. Tunakutafsiri kwamba ulikuwa unataka kuyatorosha. Kwa hiyo tukishakutafsiri kwamba ulikuwa unataka kuyatorosha, ndio hizi adhabu sasa zina zina zita zitaanza kuku kukunyemelea kwamba utapigwa asilimia ishirini na tano ya thamani ya mzigo, au utapigwa adhabu ya milioni moja au utatafsiriwa kwamba ni mhujumu uchumi. Sasa hiyo itategemea na na mazingira husika, lakini unajiuliza swali moja kwamba mbona tozo zenyewe za madini ni ndogo sana, kwani kuna sababu gani ya mtu kutorosha madini? hakuna sababu ya msingi, kwa sababu ukikamatwa umeyatorosha, utajikuta kwamba unapata hasara kubwa kuliko hata kile ambacho ulipaswa kulipa, kwa sababu mrabaha wa asilimia sita na inspection fee ya asilimia moja ni asilimia saba ya thamani ya mzigo ulionao. Sasa leo uje upigwe adhabu ya uhujumu uchumi au asilimia ishirini na tano, lakini ulichokuwa umebeba una we, mwenyewe utagundua kwamba hapa mimi nimezingua. Kwa hiyo niseme tu hatuna sababu ya kuendelea kutorosha madini kwa sababu tayari serikali ilishatengeneza ilishaweka masoko karibu kila mkoa una soko la madini. Tofauti na zamani, kwamba mtu unajiuliza sasa nitauza wapi nipeleke wapi, lakini kwa miaka sasa hivi masoko yapo. Mkoa wa Njombe una soko la madini liko pale ofisini e, eh, watu wenye madini yao ya dhahabu, unaleta dhahabu yako pale, dealers wako pale, tulikuwa na dealer moja lakini tunashukuru Mungu ameongezeka dila mwingine, tumekuwa na dila wawili. Hawajashindwa kuendelea kununua mzigo unaopatikana hapa Njombe. Hawajawahi kushindwa kununua mzigo wa <coughs> Kana unaopatikana hapa Njombe, kwa hiyo kutorosha madini ni kuamua kwako tu, lakini pia katika kucontrol tuliweka hizi. Kwa majina, naitwa mhandisi Lucas Mlekwa, ni afisa madini mkoa wa Njombe. Tumekutanika hapa kwa ajili ya kuwaunganisha wadau wetu wa sekta ya madini ambapo kwanza tulianza na mazoezi asubuhi kwa ajili ya kuweka mili yetu vizuri, kwa sababu tuna imani kwamba kwenye utafutaji au kwenye uchimbaji madini mtu unatakiwa afiti, lakini baada ya hapo tukaona sasa eh, ngaa wadau wetu tuwape elimu ya sekta ya madini kulingana na taratibu zote za sekta ya madini, kwa maana kwamba tulikuwa na mafunzo ya namna ya upatikanaji wa leseni. Kuna wadau wengine hawajui upatikanaji wa leseni unapatikanaje, ili kuhakikisha kwamba basi zile taratibu za kufata kwa ajili ya kupata leseni wanazifahamu, ili mdau yoyote asilalamike kwamba pengine bana, leseni yangu kuna mtu fulani kaiondoa, kafanya nini. Kwa hiyo sisi kama wasimamizi wa ofisi ya madini naikisha kwamba wadau basi wanakuwa na uelewa mpana wa namna gani ya upatikanaji wa leseni. Kwa hiyo wamepata elimu hiyo, lakini historia, baada ya kupata elimu ya leseni, baadaye umeshapata leseni, sasa uko halali kufanya biashara ya madini ho baadae tukawa na somo la la elimu ya namna ya kufanya biashara ya madini, kwa maana kwamba tumeweza kuwaelewesha kwamba ukipata leseni basi wewe unaweza kuwa na leseni ya uchimbaji ambayo inakuruhusu kufanya biashara ya madini, unaweza kuwa na leseni ya biashara, kwa maana leseni ya dealer, leseni kubwa ya biashara ya dealer na leseni ndogo ya brokers ambayo inakupa uwanja wa kufanya biashara ya madini mbalimbali. Kwa hiyo wadau wamefurahi kwa ajili ya kupata hiyo elimu na na imani kwamba sasa hivi kutakuwa hakutakuwa na changamoto yoyote ya mtu kufanya biashara ya madini bila kuwa na leseni bila kujua utaratibu. Asante sana. Utajiri mkubwa wa madini, lakini kuna watu wanamiliki leseni bila kuzifanyia kazi. Nini kauli ya serikali? Lakini utajiri wa madini. Mnaenda kufanya nini ili kufanya Njombe iwe kinara au uchimbaji lakini e, ichenge pato kubwa. ya yeah, kwa maana kwamba tayari wadau wameshapata hiyo elimu ya, ya madini kwa maana kwamba taratibu zote na tumewaelezea kwamba unapokuwa na leseni unatakiwa uzifanyie kazi ile leseni ili kukuza sekta ya madini katika mkoa wa Njombe. Kwa hiyo wadau, tumeendelea kuhamasisha kwamba unapopata leseni tafuta wataalamu pia wa waku, kwenda kwenye eneo lako kuangalia ni kitu gani kilichopo kwenye leseni hiyo. Kuliko unashikia leseni pengine hamna hata ma, ma, madini pengine unakuwa na gharama za kulipa leseni bila kuzifanyia kazi au bila kuwa na madini yoyote. Kwa hiyo katika ofisi yangu pia nimetoa nafasi kwa wadau ambao hawana uelewa lakini wamepata leseni watawachua na majirojeo zaidi ya watatu wako ofisi pale. Kwa hiyo wakipata, wakipata, wakipata, wakipata elimu leseni kwa kwa ku, ku, le, katika leseni zao, kwa maana kwamba wajiolojia wangu wanaweza kujitolea kwenda kuangalia, kufanya tathmini kwamba katika leseni zako zile kuna madini kweli ulioomba au hamna. Kama hamna madini tutamshauri mdau aache na leseni hiyo, ili kutokurundikana na madeni ya kulipia leseni kila mwaka, then baadaye ataenda kwenye maeneo ambayo yana, yana, potential ya madini ambayo ameomba. Kwa hiyo elimu tumeitoa na wadau tumewapa huo uhuru wa kuja ofisini kwa ajili ya kwenda kuangalizia maeneo yako, yako, kama yako potential au hayako potential, ili sasa, kama yako potential, basi aendelee kwenye hatua nyingine ya kwanza kuzalisha madini aliyoomba kwenye sekta ya madini kuna, tukianza na wachimbaji, wapo kwenye hatari kubwa ya kupata magonjwa ya mfumo wa upumuaji, mapafu, magonjwa ya kudumu ya vikohozi, kansa za mapafu. Kwa kwa kutambua hilo, lazima tuzingatie ili swala ambalo nitatumia dakika tatu kulielezea, lakini pia magonjwa ya mfumo wa mwili, mfumo wa misuli, mifupa. Hiyo yote ni kwa sababu ya namna ya mazingira wanayofanyia kazi kuna mitetemo mingi ambayo inahusisha mwili mzima kwa maana ya hapo kutokea hapo tu utapata maumivu ya mgongo, misuli. Kama ulikuwa unaweza kufanya kazi mpaka miaka 40 utafanya kazi miaka 20 au kumi, sawa. Lakini pia magonjwa ya afya ya akili, kwa ukiangalia hapo anayekaa ofisini kwa ubasi, wale wote ana hiyo changamoto anaweza akakumbana nayo, kwa sababu ile ni stress, kazi ni ngumu. Lakini pia ambaye yuko kwenye site moja kwa moja yupo kwenye hatari kwa sababu ya ule mtetemo, ile hewa inayovuta. Mheshimiwa amezungumzia vitu kama Mercury. Mercury ni hatari zaidi, lakini bila ya Mercury kuna madini hatutaweza kuyapata, na pato tumezidi asilimia, hatutaweza kuzidi zaidi, kwa maana tuko kwenye riski. Vitu tunavyokutana navyo ni vitu vingi, lakini pia amezungumzia sayanidi. Hizi ni sumu, yaani kwa baadhi ya nchi Unaona, kama mtu alipewa maiki baada ya hapo akafariki. Hizo ajali zimepungua, lakini madai yalikuwa yanatumika ni haya haya make Entona, na sana aitwa ana, ana, anazungumza na maiki, kumbe kakiwa sana anamaliza presentation au atamaliza na anguka. Hasa wewe ndio unaheshimia kila siku kwa maneno, lazima tuzingatie mambo ambayo, sasa kwenye utunzaji wa wafanyakazi, kama ni wachimbaji, kama ni wakaguzi, kama ni brokers, kama ni wafanyakazi wa tume ya madini, lazima kuwe na PPE via binafsi za kujikinga. Aya, mambo mnayafahamu si ndio? Lakini tuyazingatie, yaani kama unaambiwa ili uingie kwenye mgodi lazima umevaa maski fulani, lazima umevaa nguo za aina fulani, lazima uzingatie hiyo. Sio tu kukubana, ni kwa ajili yako. Na wengi tulikuwa hatujui namna ya kuweza kupata maleseni au namna ya kuweza kutunza mazingira, lakini kwa leo na imani wote tumeshajua utunzaji wa mazingira na namna ya kuweza kupata leseni, na ninampongeza pia Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutuletea alamuoo ambaye mwenye uelewa na mwenye uwezo wa kuweza kutusaidia kwa kweli, hili na ndio maana nimetangulia kumpongeza alamuoo wetu kwa kweli hili sasa lina, linaenda kutupelekea kwamba migodi yetu itakuwa ni salama na salimini na haitakuwa na majanga tena, kwa sababu elimu iliyotolewa ni elimu bora na elimu thabiti. Mkoa mnashindwa wapi mpaka majanga yanatokea? Okay. E, tulikuwa tunashindwa kwa sababu siku za nyuma tulikuwa hatuna elimu hiyo. Watu wengi wa mkoa Njombe wamechelewa kupata elimu ya madini na kujua kipi kinaitwa madini kipi hakiitwi madini, lakini elimu ya leo imewafungua wote walioishiriki kuipata, wanaanza kuelewa na inakwenda kuwachochea kwenda sasa kushughulika na shughuli hizi za madini. Rasilimali madini sio rasilimali mtambuka kwa watu wengi wa mkoa wa Njombe, lakini naamini sasa elimu itaenea na wengi wataingia kufanya shughuli hii na manufaa makubwa na uchumi sio wa kawaida utaanza kuibuka kwenye mkoa wetu wa Njombe. Kwa kweli barabara kwa mkoa wa Njombe kwenda kwenye migodi ni shida sana. Na pili, kitu kingine ambacho kipo kwenye sekta ya madini kinawarudisha nyuma kwa watu wa Njombe, kwamba wengi wasijitokeze kwa sababu kuna leseni kubwa. Kila ukifanya utafiti ukienda wizara ya madini, wanakwambia kuna leseni kubwa imepita wawekezaji wadogo wa tunachokiomba tupate nafasi tuweze kupata leseni kutokana na wawekezaji. Sisi wadogo wa tunahangaika sana mapolini kutafuta leseni, lakini tunakosa tunakosa kwa sababu wawekezaji wakubwa walishawekeza toka siku nyingi. Kwa maana hiyo sisi tuna, ukienda tu na umeenda kupima, ukifika pale na kordinesi yako anakwambia angaria, mwekezaji mkubwa ameshaweka.